Huu wingi wa imani husababishwa na nini? Maana katika ulimwengu huu kuna imani nyingi nyingi zilizoibuka na zote zimesimama kwa kujitangaza. Wala hazitangazwi na maandiko, zinajitangaza zenyewe na zimesimama zikisema yasiyo, lakini ilifika mahali Paulo akasema kwamba kuna watu wanaosema ni wa Paulo, wengine wanaosema ni wa Kefa, wengine wanasema ni wa nani, ni wa Kristo. Je, hayo mpaka leo sisi tunayaona yapo, hayo ambayo yanaleta migawanyo ya imani, maana kitabu ni kimoja, lakini kuna wengine mpaka leo Biblia hii hii hawaiamini hii, ambayo tumepewa kwamba sasa jifunzeni humu, mkijifunza humu, kwa kuwa mnahitaji kupata wokovu, mnahitaji kuishi mbinguni, kwenda mbinguni. Hiki kitabu hiki ndicho kitakachowafikisha mbinguni, lakini kuna wengine hiki hiki hawakiamini, na kuna wengine wanakiamini nusu. Agano Jipya ndo wanaliamini, lakini Agano la Kale wanakwambia hilo, hapana, sio sehemu ya imani yetu. Haya, kuna wengine wanatumia misahafu sasa huu mgawanyiko wa imani, je, wote tegemeo ni la Yesu Kristo? Je, Yesu amegawanyika? Hili swali aliuliza Paulo. Na leo tujiulize na sisi, Yesu amegawanyika? Kama Yesu hajagawanyika, sasa turudi katika nini? Misingi, na misingi yenyewe ni kusimama kwa kuangalia manabii waliendaje, mitume waliendaje. Yesu ndiye kielelezo kwa kila hatua, katika ubatizo, katika imani ili tukishajifunza kwake sasa, na sisi tutafikia viwango vile vile vya wale waliotembea katika njia sahihi, maana yeye ndiye ambaye ni njia, hakuna mwingine. Sasa comment hapo tuone kwa nini mgawanyiko au wingi huu wa imani umezidi ulimwenguni. Comment hapo share and like.